E bwana, angalia video yangu mpaka mwisho. Huko mwishoni ndo naonyesha kufungua Konami elfu mbili na ishirini na nne bwana. Naitwa Mnyamwezi, usisahau kusubscribe chaneli yangu, ili uwe mwanafamilia wangu. Nikiposti kitu changu unakiona moja kwa moja. E, leo nataka nikuelekeze jinsi ya kufungua PS na kufungua Konami football elfu mbili na ishirini na nne. Angalia kwa makini. Kitu cha kwanza inatakiwa uwe nacho ni zaidi ya chiva, ili hapa faila chini kabisa la kijani. Zaidia chiva linapatikana Play Store. Ukiingia Play Store, unaandika zaidia chiva. Angalia vizuri, unaenda kuandika. Yeah, ukisha download alafu download na faili ps, ili hapa ps na ili apa linapatikana Play Store, unaandika ps, alafu na download vitu viwili hivyo, angalia kwa makini. Ehe, kitu cha kwanza kunaingia kwenye zaidi ya chiva ukishaingia hapa unakuja kwenye ehe, unaingia unaingia download. Ukishaingia download, unabonyeza vidoti vitatu hivi hapa, si unaona? Unakibonyeza ukishakibonyeza, unabonyeza 80. hii hapa ukishabonyeza kreiti unabonyeza, unabonyeza hapa, unabonyeza, alafu unafuta hizi hapa, alafu unaandika game, unaandika game, unaandika game, alafu unabonyeza ok Bonyeaok okay, hapa na save hapo. Ukisha save unaondoka moja kwa moja unaenda kwenye ps mi pesi yangu tshaidnlod hapa, na nawe un, un, yani download, unaingia kwenye ps ya, unaingia kwenye ps, unaingia kwenye ps ukishafungua pesi inakuja kama hivi, alafu unabonyeza okay. Ukishabonyeza okay, inakuletea kama hivi, inakuja kama hivi, unaingia download. Download. Unaingia download hii hapa download, naiona vizuri ngia download afu unatafuta basi faili yako ile ulio isave ulio, ulio, ulio, ulio, ile ulio save game hii hapa, naiona faili yangu hii hapa. Ehe, unaingia hapo kwenye game. Ikisha, ikishakuletea hivi basi, unabonyeza haya maandishi ya chini kabisa. He. Use easy flow, ee, una bonyeza hapa, alafu unabonyeza, unabonyeza hapa, unabonyeza una lusu, nakuja kama hivyo, unabonyeza okay. Subiri kidogo inakuja kama hivi. Ikishakuja kama hivi, basi unatoka moja kwa moja huku unaondoka, unarudi katika faili lako lile ile la ZArchiver. Ili hapa ukisharudi, basi kama kama kwa mfano unayo PS au ni, nitaweza nikakutumia hii PS, tutaelekezana tu PES nayo iy hapa, una dabo kiki au si dabo kiki, unaibonyeza moja kwa moja inakuletea maneno kama haya. Yaani unaibonyeza moja kwa moja hii, unabonyeza kopi hii hapa, kopi, kisha bonyeza kopi hapo unaingia kwenye unaingia download, afu unaenda kwenye kwenye game ulio save, afu unaingia unabonyeza tena hii faili ili hapa faili unalibonyeza, afu unaingia game hii hapa angalia vizuri nabonyeza, afu unapesi, unaona kabisa kitufe cha chini hichi? Ndio nakibonyeza, basi ichapa, unasubiri kidogo isachi, unasubiri kidogo Eh. Aiishaingia hapo basi, unaondoka kabisa, unarudi unaenda kwenye PS. Unaenda wapi? Kwenye PS. Ukishaingia kwenye PS, basi hapa, so sio pale, unabonyeza hapa, kitu fechi hapa. Ukishaingia yani, unabonyeza kitu fechi, unakibonyeza, ukishakibonyeza inakuletea maandishi kama haya, unabonyeza PS hii hapa basi, unaibonyeza PS. Ukishabonyeza PS unabonyeza game, so unaona, unabonyeza game. Ukishabonyeza game inakuletea kama hivi, unaona football hiyo hapo PS umeiona eh? Basi unaibonyeza nakuja kama hivi nakuja kama hivi. Unabonyeza mkasi, unabonyeza naruhusu, nakuja mbele kama hivyo. Ukishabonyeza hiyo, unabonyeza hii hapa ehe, sifuri. Ukishabonyeza hiyo hapo Unabonyeza unabonyeza tena mkasi na ruhusu, kisha bonyeza hiyo tena. Unabonyeza hapo sifuri, unarudi tena sifuri, unabonyeza mara mbili, unabonyeza tena sifuri, unaibonyeza tena, inakuja kama hivi Konami unaona vizuri efubi na unabonyeza mkasi tena ili iwahi Football.